Dada yangu, umewahi kuona uchafu mweupe au uteute -ute ukitoka ukeni? Usiupuuze. Kuna tofauti kati ya ule wa kawaida na ule wa hatari. Ule wa kawaida huwa hauna harufu. Ni laini na utokea karibu na ovulation. Ni ishara ya mwili wako kufanya kazi vizuri. Lakini ukiona uchafu mweupe mzito kama jibini, wenye harufu mbaya, unakuasha au kuuma wakati wa tendo hapo ujue kuna tatizo. Hiyo inaweza kuwa fungus, PID au maambukizi kwenye kizazi. Ukiupuzia, maambukizi yanaweza kuenea hadi kwenye mirija ya uzazi na kukufanya ushindi wa kupata mtoto. Usikae kimya, kama unaona mabadiliko yoyote ukeni, tafuta msaada mapema kwa daktari wa afya ya uzazi. Kumbuka uke ni sehemu nyeti, ukilinda leo unalinda uzazi wako kesho. Wasiliana nami Dkt. Nyagabona kwa ushauri na tiba.